Aje aliwahi chukua video zako ama picha zako mkiwa mnachovya, haiya, akampatia akapost, ama e, haka, yubana, y huku mtafuta we, uli, ulifanyaje in that situation by the way? Haya, mtu alikuwa na video zako, mlikuwa mnachovia, nyinyi ni watu wazima, akawekelea pale, mtu akiingia gari hata haijafungwa gia, ndiyo ile anaangalia, yani bonnet imefunguliwa, yaani ni nini ulifanya that time?